Kwa nini uso wako ni nembo ya kwanza ya biashara yako? Ili swali zuri sana. Nembo ni alama. Tunaposema uso wake ni nembo ya kwanza ya biashara, tunamaanisha kwamba ili biashara yako isimame, tunahitaji kuwa na sura ambayo itajenga brand, itakuwa sura ya biashara yako. Kwa nini tunahitaji sura yako? Tunahitaji sura yako kwa sababu biashara yako watu hawalizoneti na maandishi watu hawalizoneti na logo, watu hawalizoneti na mapicha picha, wala watu hawalizoneti na kitu chochote ambacho kinaonekana kwenye mapeji yako, kwenye makaratasi yako maneno, bali mtu analizoneti na mtu, mtu anamwelewa mtu. Watu ni rahisi sana kumizoneti na mtu kuliko kulizoneti na mapicha. Kwa mfano, toka umeshika simu yako ya Instagram, ni logo ngapi umeziona ambazo unazikumbuka? Ukumbuki. Lakini toka asubuhi, ni nani amekuchekesha sana? Ni content ipi ambayo yani imekuchekesha sana Unamkumbuka? Unaweza kawa ni comedian au inaweza kawa ni kibonzo au inaweza kawa ni mwanasiasa au inaweza kawa ni mtu content creator, mmoja ametengeneza content yake, unaikumbuka? Kwa nini tunasema sura yako ni nembo ya kwanza ya biashara? Watu wana resonate na mtu na wanamuelewa mtu, kuliko kuelewa kwa picha picha. Kwa hiyo, kama unataka kuanza biashara yako, alafu kitu chako kichwani unachowaza ni logo, poster, malangi rangi, maneno maandishi, usahau kusukuza. Watu haumpi hela, mtu a watu wanampa ila mtu anayemwelewa na kubidua.